Mabibi na mabwana, habari zenu za leo. Kwa niaba ya Ally's Star, napenda kuwakaribisha ndani ya basi letu la kifahari. Safari yetu ya leo inaanzia hapa Mwanza kuelekea jiji kuu la Dodoma na hatimaye Dar es Salaam. Tunawaomba mkae kwenye viti vyenu vizuri na hakikisha mkanda umefungwa. Huduma zote muhimu zinapatikana ndani ya basi letu, kutoka choo ya ndani USB charging, AC baridi, TV, muziki, vinywaji baridi, hadi huduma za intaneti Wi-Fi bure kabisa kwa abiria wetu. Kwa changamoto yoyote usisite kuniambia. Karibuni sana, safari njema na tuondoke pamoja kwa furaha na amani. Mabibi na mabwana, habari zenu za mchana huu, karibuni sana ndani ya Ally's Star, basi lenu pendwa lenye hadhi ya ndege angani. Safari yetu ya leo imeanzia Mwanza, tukapita kwa amani kabisa kupitia Shinyanga, Tabora na Dodoma, na sasa tunajiandaa kuingia katika jiji kubwa la biashara, Dar es Salaam. Tunapenda kuwashukuru kwa kutuamini na kusafiri nasi. Tafadhali hakikisha mkanda wako umefungwa vizuri, mizigo yako ipo salama, na endapo utahitaji msaada wowote, usisite kumuita mhudumu wetu. Tunatamani kila mmoja wetu ashuke Dar es Salaam akiwa na furaha, upendo na kumbukumbu njema za huduma bora ulizopata kutoka Ally's Star. Na mwisho kabisa, ikiwa kuna jambo ambalo hujapendezwa nalo katika huduma zetu, tafadhali usidhuru, tunaomba utoe ripoti yako ili tuendelee kuboresha. Kwa niaba ya dereva na wahudumu wote, tunasema asante kwa kusafiri nasi Ally's Star. Tunakupeleka salama, kwa heshima na upendo. Karibuni tena safari ijayo. Haya, huyu hapa baki nasi kwa usafiri bora mikoani.